Katika kuendeleza dhamira ya kuwaletea maendeleo wananchi wake, serikali ya awamu ya sita inaongozwa na, na Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo nchini kote, na sasa wakazi wa kata ya Bombambili, manispaa ya Songea, mkoani Ruvuma, wameishukuru serikali na mbunge wa jimbo la Songea Mjini ambaye pia ni waziri wa Katiba na Sheria dr Damas Ndumbaro kwa miradi ya barabara, elimu na miundombinu mingine muhimu. Shule yetu imepata maendeleo makubwa sana chini ya rais dr Samia Suluhu Hassan. Tumepata majengo mapya, madarasa tumepata vyoo. wa jimbo la Songea Mjini, kwa kweli anampa big up yeye, aendelee na moyo huo huo wa kulinda wananchi wake. Kwa upande wa sekta ya miundo mbinu, kata ya Bombambili imenufaika na ujenzi wa barabara ya Bombambili Sanga One hadi mjini kwa kiwango cha lami, pamoja na barabara zinazounganisha mitaa hatua inayorahisisha usafiri na shughuli za kijamii na kiuchumi kwa wakazi wa kata hiyo. naitwa na Hasani Omari Mataja, ni afisa mtendaji wa kata Bomba Mbili iliyoko Manispaa Songea. Na ningependa nitumie fursa hii kuzungumzia e, miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari samia Suluhu Hassan, lakini pia chini ya usimamizi wa, wa mbunge wetu wa jimbo Mheshimiwa Daktari Damas Daniel Ndumbalo, kwa usimamizi wa Mheshimiwa diwani katika kipindi cha miaka mitano ambayo mimi nimekuwa kwenye hii kata Bombambili, kuna miradi mingi mingi mikubwa kimkakati imetekelezwa. Moja ya mradi mkubwa ambao tunashukuru serikali ya awamu ya sita ni barabara hii ya Sanga One kwenda Bohari. Miaka ya nyuma kidogo ilikuwa ni barabara ya vumbi na tulikuwa tunapata changamoto ya daraja pale chini kuvukia Bohari, lakini bahati iliyo nzuri kwa kipindi hiki cha miaka mitano ya mheshimiwa rais, lakini pia chini ya uongozi wa Daktari Damas Daniel Ndumbaro tulipokea fedha kupitia TARURA milioni 517 zilitekeleza mradi wa ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami nyepesi ikiwa pamoja pia na ujenzi wa daraja jingine jipya kubwa ambalo linaweza likapitisha magari mawili yakiwa yanapishana. Kwa hiyo tunaishukuru serikali, hasa pia mbunge wetu kwa kutupigania kupata hiyo fedha, lakini pia mheshimiwa diwani kwa kusimamia hatimaye mradi huo mkubwa wa fedha milioni 517 umekamilika na barabara iko vizuri sasa inapitika. Kwa hili swala la barabara au miundombinu ki nani ki, kipindi ki hiki cha Dkt. Samia Suluhu Hassan hali zimekuwa zikiendelea vizuri tu, vizuri sana. Na ukiangalia miundombinu ya barabara kwa hapa Songea sasa hivi inaenda vizuri sana. Kwa mfano mtaa huu wa Merikebu, hii barabara imeungana na barabara kuu ya Njombe sasa hivi imekuwa, bado ni barabara nzuri ambayo inatumika vizuri sana sasa hivi, na hata ilivyo ni nzuri sana sasa hivi ni tofauti na siku za nyuma. Hii njia ilikuwa kwanza, miaka ya nyuma, korofi na huo mlima huu wa chini hapo kwenye daraja hilo ambayo ametujengea, lilikuwa lipitiki, na wananchi na wakazi wa mtaa wa Mereke, pamoja na kata Bombambili na kata pembezoni mwa Bombambili walikuwa wanapata tabu sana katika hali ya kuvuka. Kwa hiyo vyombo vya usafiri vikiwa vinakwama hapo, pikipiki zilikuwa haziwezi kupita kwa urahisi, lakini mweshimiwa, mweshimiwa Rais wetu pia kiongozi wetu mbunge Damas Ndumbaro, Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria, akishirikiana na mbunge pamoja na sisi wenye viti wameweza kutuletea hii barabara, na hii barabara sasa tuseme ni yani, ni nguzo sana ya wananchi na wakazi wa kata. Mbali na miundombinu ya barabara, serikali pia imetoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa katika shule za msingi na sekondari ikiwa ni sehemu ya kuboresha sekta hiyo ya elimu. katika kata ya bomba Mbili kuna maboresho makubwa sana ya, ya miundombinu kwenye eneo la kwenye eneo la elimu. Sisi kama kata ya Bomba Mbili kwa kipindi cha miaka mitano tumepokea fedha nyingi sana, mfano shule ya sekondari Bomba Mbili pekee kwa kipindi cha miaka hii mitano imepokea zaidi ya milioni 447 ambazo zimetekeleza ujenzi wa madarasa zaidi ya 17 mapya, ambapo kabla ya miaka hii mitano shule yetu ya sekondari Bombambili ilikuwa ina upungufu mkubwa sana wa madarasa. Shule ilikuwa na madarasa 25 lakini yalikuwa yanahitajika ni zaidi ya 30 kitu kwa hiyo, fedha ambazo tumezipokea zaidi ya milioni 447 zimejenga madarasa mengine 17 mapya. Kwa maana hiyo, tayari kwa shule ya sekondari Bombambili hatuna tena uhaba madarasa. Kupitia kipindi hiki cha miaka mitano cha serikali ya awamu ya sita na chini ya Mheshimiwa Mbunge Damas Ndumbaro na Mheshimiwa Diwani, kata ya Bombambili yameongezeka madarasa mengine sita ambayo pia yameenda kuongeza idadi ya madarasa na kwa sasa hizi shule ya msingi Mputa ina madarasa ya kutosha na sasa inaanza kujitegemea kutoka kwenye kutoka kutumia madarasa ya shule ya msingi Bomba mbili, sasa shule ambayo inajitegemea ina madarasa yake mengi ya kutosha. Kwa hiyo kwenye eneo la elimu kwa ujumla, tunashukuru serikali kwa kweli, kuna maboresho makubwa sana ya kimiundombinu na haya maboresho yamepelekea pia hata hali ya ufaulu kuwa nzuri kwenye shule zetu hizi za kata Bomba mbili. Naita Gulila Kapinga, mwanafunzi wa form four. Hapo mwanzo kabisa haya madarasa yalikuwa hamna kabisa kuwa kuna ugumu ambao wanafunzi wengi kuwa na mlundikano wa wanafunzi madarasani, pia hiyo ilisababisha sana kuwa na utoro sana kwa kwa wanafunzi. Lakini kwa sasa tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu pamoja na mbunge wetu Damas Ndumbaro kutuletea msaada wa haya madarasa ambao saa hizi tunasoma sehemu nzuri, ukitofautisha na pale mwanzo awali ambapo wanafunzi walikuwa ni wengi sana. Uboreshwaji wa zahanati ya Bomba mbili ni moja kati ya mambo yaliyowafurahisha wakazi wa kata ya Bomba mbili kama anavyoeleza mmoja wa wakazi hao. Amda Salum Kichwembake ni mkazi wa Bomba mbili kata ya Bomba mbili. Mwanzo ilikuwa hivi, japo changamoto ilikuwa ni kubwa, hata kwenye ukifika hapa labda unamhudumia mtoto matibabu, maabara, mengine baadhi ya matibabu inabidi ukacheki nje hapa ila Mungu, huduma zipo, ukifika maabara kama kawaida, pia, kama kawaida. Na dawa chache siju zingine, ukanunue sehemu nyingine. Tunamshukuru Samia na nini, mheshimiwa wetu Samia, Samia Suluhu Hassan pia na Damas Ndumbaro kwa kutupongeza na kutushika mkono katika kata yetu ya Bombambili na kituo chetu cha zahanati ya Bomba. Wakazi hao wameahidi kuendelea kuiunga mkono serikali kwa vitendo, wakisema mafanikio yanayoonekana sasa ni matokeo ya mshikamano baina ya viongozi, Rais Samia Suluhu Hassan, mbunge Dr. Damas Ndumbaro, diwani na watendaji wa chini pamoja na wananchi. Endapo kama nitakutana na mheshimiwa mbunge, nitakachomshauri kwamba yeye ni kuboresha tu vile vitu sasa vile vitu alivyoviacha, tumwombee tu kwamba aendelee tena miaka mitano mingine aweze tu kuviboresha vile vitu, kwa sababu kama asilimia kubwa amefanya eh, asilimia kubwa amefanya viongozi ha, hao kweli, tuna asilimia kubwa kuwapa tena madaraka waongeze kututengenezea mazuri zaidi huko mbele. Mimi ni Shehane Mzaira na hii ni Toka Zamani Tv. Kuendelea kupata taarifa kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa za Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani Tv. Asante na kwa heri kwa sasa.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 tsed at gmail com top one, college of health and allied science we are the way to your success